Akikuja, e, nafungua. Umekuja mapema mapema, kwani mbona na stage nalala? aa sin. Mbona leo umekuja mapema? Kwani akupata kibarua? Kibarua sijapata. Kwani? Na wewe ni nani? Kimanguo unajua hapa nimeeka. Manguo gani umeeka? ni na nani? auninani na ni nani ana... Manguo, babe hizo ni ishu wali mmechoka, tusaiti hata sija hata gari hata sija mazda hata wanawani, unataka mwanamke kwa nyumba, lakini shida kuna kwanga nini? Au tushikange na mimi? Nitulia aje unataka mwanamke kwa kitanda yangu kwa kitanda yangu, like seriously nitulia aje unataka mwanamke kwa kitanda yangu. Nitulia aje hapa, si ni kwangu, ni kwako, na beni na saba ni yangu na yako. Unataka mwanamke kwa kitanda yangu, nitaka nipe ku stu zangu niende na regret hakuna kutengeneza. We ni mwanyaji, unapenda kuanya mwanamke. Bibi yako anatoka tuvi kidogo, noshata mwanamke kwa nyumba. Hivi ni nini shwali?